Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwa taarifu waombaji kazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe kumi na nne mwezi wa 8 2024 na, na tarehe tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu katika usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kanzi data, yani database, kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vyao vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira portal kwenye sehemu ya my application. Hivyo watapaswa kupakua na kutoa nakala Download and print barua hizo na kwenda nazo kuripoti katika vituo vya kazi walivyopangiwa. Aidha, waombaji wa kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi, wakiwa na vyeti halisi original certificate za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Mamlaka ya ajira kada, majina walioitwa kazini. Wizara ya Madini, afisa ugavi two, supplies officer two, Kombo Ali Kombo. Tume ya kudhibiti Ukimwi Tanzania, TACAIDS, afisa hesabu daraja la pili, accountant officer two Michael Chawengo and Grace Lawrence Msuya. Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania, afisa utumishi daraja la pili, Human Resources Officer 2, Vigiria Filipo Nyavangi. Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania, mchumi daraja la pili, economics 2, Arnold Peter Mrefu, Ntemi Swalala Daudi. Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania mtakwimu daraja la pili Statisticians 2, Heri Develian Salvatori Wizara ya Utamaduni Sanaa na Michezo afisa usafirishaji daraja la pili Transport Officer 2, Baraka Mroid Hainyela Wizara ya Utamaduni Sanaa na Michezo mchumi daraja la pili Economics 2, Godfrey Etanga Manyama Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa afisa ununuzi daraja la pili procurement officer 2, Olympia Samuel Clae, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. katibu afya daraja la pili health secretary 2, Grace James Nchangwa, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. mteknolojia dawa daraja la pili te Technologist Pharmacist 2, Lamek Johnson Rweyongeza Johnson Dixon Mkulas Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mteknolojia maabara 2, Health Laboratory Technicianist 2 Mohammed Hassan Mburia, Arnold Walso Primusi, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mteknolojia msaidizi daraja la pili maabara, Assistance Laboratory Technologist 2 Kija Chazi Chamba, Gabriel John Kitori Flozia Nelson Zombe Isa Omari Mkwemba, Wizara <coughs> ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa tabibu daraja la pili clinical officer 2, Jerome Deogratias Kiswaga Elizabeth Elias Sumila Ilhani Ahmed Ali Tomaso Lazaro Mtemela Dickson Belemesa Baritoro Marwa Mkwibe Gwakisa Simon Mwantake Remedia Ebehadi Mapunda John Jacob Mongi Joseph Nzegele Sonda Imelda Patrick Mlowe Michael John Mkalipe Justin Alibariki Ayo Aidan Kuhirwa Christian Neema Magadula Mayandakia Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa afisa ugavi 2 suppliers officers 2 Veronica Abubakari Kwayu. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Afisa Ukaguzi wa Ndani tu, Otto Bikaeli Method. Watumishi Housing Investment, WHI, finance management Officer 2, Agnes Bernard Sanga. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Muhandisi Kilimo daraja la pili, Agro Engineer, Mwita Samuel Mkumwa. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Msaidizi wa Mifugo daraja la pili, Livestock Field Assistance 2, Thomas Matias Thomas, Cyprian Cosmas Ishankara. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Afisa Hesabu daraja la pili, Account Officer 2, Fredrick Mgalula, Alphonse Fatuma Yusuf Mlonge, Mnyonge. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mchumi daraja la pili, Economics 2, Zamela Musa Kinyami, Victoria Francis Gaspar. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Msaidizi wa Mifugo daraja la pili, Livestock Field Assistance, Zubeda Ayubu Mustafa, Joseph Boniface Mabula, uh, Jacob Namani, Elisha Jama Lison Mlonge, Halima Saif Ndundwa, Mabula Kazungu Mabirika, Hana Wilfred Njochomi, Blasius Ebelhad Mpanda Chalo Muhaji Hamisi Ndembo Averini Mauldi Msumule Wizara ya Mifugo na Uvuvi mtakwimu daraja la pili Statistician 2. Ruben Robert Majigwa Rashid Isa Milanga Wizara ya Mambo ya Nje Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi afisa hesabu daraja la pili Accountant Officer 2. Lilian Michael Msigwa Wizara ya mambo ya ndani ya nchi afisa ustawi wa jamii msaidizi daraja la pili Assistant Social Welfare Officer 2 Sefari George Kisia Joyce Mrimi Kiondo Crispino Singano Charles Eva Chena Tangawizi Elena Abel Nyambiri Latifa Khalid Athmani Ana Shangwe Medad Ellen Michael Melika Hussein Ngoi Eliwaha Bili Nsemo Kabula Stanley Lubigisa Flora God bless Pima Leonia Alex Rafael Edita Ludo, Ludovik Nzogo Nestori Mpini Martime Katarina Lugwagwaba Vincent Mary Joseph Miltod Rabia Rashid Mrisho Lunani Mikidadi Tulikumwe Samson Charles Yohana. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi, mchumi daraja la pili, Janet Luvian Mosha, Moses John Ngeve. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi, afisa ugavi tu supplies, ofsato, Yunge Deokladius Kapama. Wizara ya mambo ya ndani ya nchi, assistance procurement of sat, Ana Maseke Daudi. Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Uvuvi FETA, afisa ya hesabu daraja la pili, Asifiwe Hamisi Nusokoti, Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Uvuvi, afisa ununuzi daraja la pili, Faraja Fanuel Mwilo, Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Uvuvi, Laboratory Technician, Muyanja Emmanuel Kajana and Eric Thomas Mleleu, Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Uvuvi, tabibu daraja la pili, Clinical Officer, Joseph John Kaduma, Wakala wa Elimu na Mafunzo ya Uvuvi, Planning Officer 2 Zita Alexander Kilongo, Wizara ya Maji, afisa usafirishaji daraja la pili, Transport Officer 2, Amar Kamal Salum, Wizara ya Maji, mchumi daraja la pili, Economist, Kulwa Joseph Jilia, Wizara ya Maji, mtakwimu daraja la pili, Deogratius Afiti Mashalo, Mohamed Kasim Bonde, Wizara ya Maji, Legal Officer 2, Caroline Constantine Mumba, Wizara ya Maji, Planning Officer 2, Jacqueline Charles Tama, Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi, TAFIRI, Afisa Hesabu daraja la pili, Accountant Officer 2, Hassan Ramadhani Wenje, Zakaria Hamed Shabani, Taasisi ya Utafiti wa Uvuvi, <coughs> Afisa Ugavi 2, Supplies Officer, Agnes Genesius Modest, Wakala wa ufundi wa umeme Tanzania, TAMESA, TEMESA, afisa hesabu daraja la pili Accountant Officer 2: Gania Abbas Mwenye Yuni, Jessica Jackson Kasomwa, Salim Fadhili Mdeme, Beatrice George Ndagamsu, John Paul Majoge. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania, TEMESA, afisa usafirishaji daraja la pili Transport Officer 2: Jennifer Anton Awiti. Wakala wa ufundi na umeme Tanzania TEMESA, afisa utumishi daraja la pili Human Resources, afisa tu: Fatuma Nasibu Kitemo. Wakala wa ufundi wa umeme Tanzania TEMESA, afisa ugavi msaidizi tu: Dora George Kawa, Susan Jacob Shanga, Mwanahamisi Mabruk Salim Michael, Charles Christopher, Marina Wilson Dimbilema, Dimbalema, Baraka Christopher Mosi, Jackson Fulco, Bernard, Bernard Abraham Fred Thomas. Imetolewa na katibu wa ya ajira katika utumishi wa umma. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Yafairboy, usaaukubs kulike lakini pia unaweza ukatoa maoni yako katika sehemu ya comment section. Pia kupata update mbalimbali mbali za kuhusu ajira, kuitwa kwenye interview au kuitwa kwenye usahili, kuitwa kazini, usaauku tembelea ya channel yetu ili kuweza kupata PDF za kila siku. Linki ya kujoin katika channel yetu nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Bonyeza katika sehemu ya description ya video hii ili uweze kujoin katika channel yetu, na kwa usaidizi zaidi utapata huduma zote pale. Kama kuna sehemu unakwama katika kutuma maombi, namna ya kuweza kutuma maombi au chochote, tupo kwa ajili ya kukusaidia. Asanteni na karibuni.